Sayansi na tafiti zinatuonyesha kwamba window period kati ya mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka miwili ni umri ambao anapata mabadiliko mengi, au ukuaji mkubwa sana unatokea kimwili na kiakili. Na katika dirisha hili la ukuaji, mzazi au mlezi una nafasi kubwa sana ya kuweza kutengeneza au kushape mtoto wako uwezo wake wa akili kuanzia atakavyoenda kuperform darasani lakini pia hata vile uwezo wake wa kutambua vitu, confidence yake ya kuongea, uwezo wake wa kufikiri na kutoa majibu kwenye ule umri, kwanzia anapozaliwa mpaka miaka miwili, pale una shape mtoto wako. Hii window inaenda kus inaweza kusogea mpaka miaka mitano, lakini kwenye swala la akili siku elfu moja za mwanzo pale mtoto wako anapozaliwa mpaka miaka miwili, unamlisha nini? Unam, unamtreat vipi? ni watu gani waliomzunguka, na watu wako wanampa nini mtoto wako? Ni vitu vya muhimu sana, ni vitu vya muhimu sana kuangalia, hasa hasa kwenye swala zima la lishe. Kwa hiyo unaweza ukashangaa baadaye mtoto anakuwa mzito kufikiria, lakini kumbe alipata utapiamlo pale kabla ya kufikisha miaka miwili na mara nyingi inatokea kwenye miezi sita, pale ambapo mama anatoka kwenye kunyonyesha full time, anaanza kuintroduce chakula kwa mtoto. Pale changamoto ikitokea, kama mama hujui vitu gani umpe mtoto wako, ukampa vyakula vingi, lakini visivyo na virutubisho mtoto anavyohitaji, kuna uwezekano mkubwa wa mtoto wako kukua, lakini akili ni nzito, kwa sababu pale kwenye msingi palikosewa. Sasa Tunapoendelea kuongea, naendelea kuongea, ingia Dr Rafiki Africa andika YouTube, ingia YouTube andika Dr Rafiki Africa. Kuna videos nyingi, episodes nyingi. Angalia episode iliyoandikwa jinsi siku elfu moja za mwanzo zinavyoathiri maisha ya mtoto wako. Nenda kajifunze, wewe, kajifunze mama, baba, mlezi, kajifunze, na usisahau kushia na mtu mwingine, kwa sababu sisi wa sasa hivi, sisi wazazi wa sasa hivi tunaandaa taifa ya kesho. Ni hao ndo watakuwa madaktari wetu, marubani wetu, walimu wa watoto wetu, hao ndo watakuja kututunza sisi. Kwa hiyo sisi sasa hivi ndo tuna dhamana ya kuandaa hao watoto. Kwa hiyo sichukulie poa. Ingia Dokta Rafiki Afrika, jinsi siku elfu moja za mwanzo zinavyoathiri zina ukuaji na afya ya mtoto wako, nenda kajifunze ili mtoto wako awe na akili ba